Kwa maana ya ndani ya wiki hii rasmi wamejiondoa kwenye shirika la afya duniani WHO. Hii ina maana gani? Hapa kwa kuliangazia kwa kina, tutazungumza na profesa Muhando ambaye yupo chuo kikuu cha Pennsylvania ya Marekani, lakini hapo baadaye pia tutaungana na Majid Mjengwa, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya uh, kimataifa. Jina langu ni Jackson Mwanuzi, ni kukaribishe katika duru za kimataifa. Tukamsikilize Majid Mjengwa kwa ufupi kidogo, atuambie mwaka mmoja wa Rais Donald Trump umekuwa na panda shuka. Wengine wanasema ni gumzo, na kuna mtu mmoja nimeona kwenye kibonzo jana, anasema kiongozi anayefuatwa Marekani huenda akatumia nguvu kubwa kuomba radhi kwa vitu ambavyo vimefanyika katika kipindi cha mwaka mmoja tu wa Donald Trump. Majid Mjengwa, unasemaje kwa mwaka huu mmoja? Asante sana Jackson, hapo studio, katika uh, kuliangalia hili la la, la Donald Trump mwaka mmoja madarakani. E, tathmini yake hasa ya huyo mwaka mmoja e, ameumaliza kwa anasema mtaani kwa kishindo, pengine si kishindo tu, amemaliza na taharuki. Anasababisha ta, taharuki kubwa duniani. Ukiangalia ile e, mwanzi wake wa mwisho e, kule Venezuela vikosi e, vya Marekani vimeingia kwa nguvu Nicolas Maduro akaondolewa. Kwa hiyo Marekani ameonyesha uwezo wake wa kijeshi, lakini ule ubabe wa Trump eh, ameuonyesha eh, kwamba kwa anaweza kufanya hivyo. Na baada ya hapo kukawa na nchi zilizotishiwa ikiwemo Iran na nyinginezo. Tumemwona Trump akimaliza kwa taharuki pia duniani kutokana na, na sivyotarajiwa eh, hata siye wachambuzi eh, mi sikuwahi kufikiri eh, kwamba Trump anakwenda kwenye ugomvi na wananchi wanachama rafiki zake wanato wanachama ili wa jumuia ya kujami e, ya Ulaya magharibi kiongoza Neto, na Marekani, NATO ambayo iliundwa mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tisa baada ya vita kuu vya pili vya dunia. Leo e, katika hali isiyotarajiwa wako kwenye ugomvi na, na, na kaka yao kwa maana ya Marekani, kwamba wanaofia wakaenda hata kufanya mazoezi ya kijeshi pale Greenland na chanzo ni Greenland. Greenland iko Ulaya, e, kwenye Arctic e, iko kati kati ya Atlantic na Atlantic, bahari la Atlantic na Arctic e, hemisphere ile ya kaskazini.